Hii ni moja ya taarifa kubwa ambayo inaendelea ulimwenguni kwa hivi sasa. Katika kuonesha heshima na sherehe za kumaliza ziara yake yenye mafanikio makubwa, Malaysia imepanga maonyesho ya, ya kuaga maalumu kwa ajili ya rais wa Marekani yaani Donald Trump wakati akiondoka nchini humo. Maonyesho haya ya kuaga yanatazamwa kama kilele cha uhusiano uliyoimarika kati ya nchi hizo mbili. Kitendo cha kuandaa tamasha la kuaga rasmi kinathibitisha heshima kubwa na thamani ambayo Malaysia inaweka kwenye uhusiano wake na Marekani hasa baada ya ziara ambayo ilijumuisha hata Rais Trump akicheza na Waziri Mkuu Anwar Ibrahim. Maonyesho haya pia yanadhihirisha kwamba ziara hiyo imekuwa na tija kubwa zaidi, ikiashiria makubaliano au uelewa mpana katika masuala ya kibiashara, usalama sambamba na uwekezaji . Kuagwa kwa namna hii ni sehemu ya kidiplomasia ya utamaduni ambapo Malaysia inatumia urithi wake wa kitamaduni kuimarisha uhusiano wa kibinadamu na kisiasa na kiongozi mgeni. Lakini maonyesho haya yanaweka mazingira mazuri kwa ushirikiano wa baadaye. Licha ya rais Trump kuondoka Malaysia, ishara hii ya dhati ya kuaga inatuma ujumbe kwamba milango ya ushirikiano wa Marekani na Malaysia inabaki wazi. Rais Trump sasa anaelekea kwenye safari yake nyingine ya kidiplomasia akiacha nyuma picha za urafiki na ahadi za ushirikiano zaidi. Katika kitu ambacho kilikuwa kimempeleka Malaysia ni kutatua mgogoro wa Thailand dhidi ya Kambodia ambao wa ulipelekea mauaji ya watu kadhaa kwa miezi ama wiki kadhaa nyuma kutokana na mgogoro ambao uliibuka mpakani mwa mataifa hayo mawili na Trump anaeleza kuwa alivyopokea simu hakusita kuanzisha safari yake mara moja, ijapokuwa alikuwa kwenye kipindi cha mapumziko, lakini akasema kucheza gofu sio jambo sahihi kuliko kwenda kuokoa maisha ya watu, na ni kweli amelifanikisha. Hivi sasa anaendelea na ratiba zake zingine za ziara kwenye maeneo mbalimbali.